polisi mkoa wa Simiyu linapenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu gari la polisi kutumika kubeba wanachama wa Chama cha Mapinduzi Machi 22, 2025. Tarehe tarehe 22 Machi 25 gari la polisi lenye namba PT 4342 iliyokuwa ikitokea wilaya Itilima kwenda Bariadi ambapo ni makao makuu ya mkoa Simiyu kwa kazi maalum, nilipofika maeneo ya, ya kijiji cha Budalabujiga walikuta gari namba T 356 AAK aina Scania mali ya kampuni ya Alliance iliyokuwa ikiendeshwa na Yusufu Mayanga ikiwa imeharibika, hivyo dereva wa gari la polisi alisimam, alisimamisha gari ili kuku, kuku, ili jua wananchi hao walikuwa na tatizo gani. Ndipo wananchi hao walieleza kuwa walikuwa wameharibikiwa na gari walilokuwa wakisafiria na hivyo wakaomba msaada wa usafiri kwenye gari hilo la polisi. Kwa mazingira hayo, jeshi la polisi lilipaswa kufanya hivyo ili kutekeleza wajibu wake wa kisheria wa kulinda usalama wa raia na mali zao bila kujali itikadi ya chama chochote.